Karibu tena na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Twitter, hata ile au hata ile chupuza ina mvuto si haba. Wakenya wameonekana kuipenda sana, lakini ni kanuni zipi zinazotumika katika utumiaji? Katika makala ya kwanza ya Elewa Sheria mwaka huu, mwanahabari Francis Mtalaki analidadisi suala hili kwa kina. Karibu katika makala ya leo Sheria mwaka 2016, makala ya kwanza ambapo tunaangazia utumizi wa mitandao ya kijamii. Je, Wakenya wana maoni gani kuhusu utumizi Ndiyo, uzuri kulingana na Wakenya hawa ambao wameelezea ubunifu huku kupitia teknolojia ya kujieleza na kuwasilisha hoja, lakini kama shilingi upande wa uh, uh, pili uh, um, kuna nani Like what's, what's hot, what's wrong, what's, yeah. Ni dhahiri kuwa katika matumizi haya mabaya wasanii, waigizaji na viongozi mashuhuri wamejipata katika baadhi ya mitandao ya kijamii kulimbikizwa madai ambayo kwa upande fulani hayana mbele wala nyuma. Je, ni kwa kujenga tovuti zao au ni kwa madhumuni gani? Kulingana na katiba ya Kenya sheria inaangazia swala hii, ipo chini ya halmashauri ya mawasiliano nchini, na haya ni katika mitandao au utumizi wa teknolojia kwa kuna kili kuwa, japo kama mkenya una uhuru wa kusema, bora tu isiyo inalenga kumwathiri mwenzako au kumkwaza kivyovyote vile. Mtandao ni kama kiberiti. Kiberiti ukikitumia vizuri, kitakuashia moto na moto upike ama ufanye kazi zingine zenye ziko na manufaa, lakini ukitumia hiki kiberiti tena vibaya, kinaweza leta huu moto, ambapo moto utasababisha ma, madhara. Japo anasema hakuna kipengee kamili kinachonakili jinsi mitandao ya kijamii inavyoendelezwa na kuathiri ulegevu ambao wengi wameonya ndio umekuwa ukitumiwa kujitetea. Francis Mtalaki, KTN leo, makala ya Elewa Sheria.